Jesca David Kishoa na hapa ameanza kutukumbusha juu ya ahadi zake ndani ya siku mia moja na je, ofisi hiyo itasaidiaje jamii? Niliahidi vitu viwili vikubwa ndani ya siku mia moja. Niliwaahidi wananchi kwamba nitakapokuwa mbunge wenu nitahakikisha mnakuwa na ofisi ya mbunge nikitambua umuhimu wa uwepo wa ofisi ya mbunge nafahamu kwamba kwa kuwa na ofisi ya mbunge kwanza ofisi itaniunganisha mimi pamoja na wananchi, hata nikiwa ndani ya Bunge, bado wananchi wataendelea kupata uh, huduma kutoka kwa mbunge wao, kama kuletewa kero, kupewa taarifa ya masuala mbalimbali ya kijamii. Lakini ofisi hii ina idara mbalimbali, tumeweka idara, tuna mtu ambaye anashauri masuala ya sheria, atakuwa anashauri wananchi tuna watu wanao coordinate kujua masuala ya wananchi mambo yanavyoendelea jimboni majanga mbalimbali. Kwa hiyo hiyo ofisi itatusaidia sana kuweza ku coordinate masuala ya wananchi kwa ufasaha. Lakini katika kurudisha kwa jamii, Kishoa ametoa gari kwa matumizi mbalimbali mbali na hapa anathibitisha matumizi yake. Lakini nime niliahidi gari <coughs> ambalo ni kenta na dhumuni la kwanza kabisa la kufikiria kutafuta hii gari ni baada ya kukua nimekuwa nikitafutwa sana na wananchi, wakiwa na changamoto mbalimbali, na mara nyingine wanakuwa wanaomba kuwezeshwa, labda kutafutiwa gari. Kwa mfano, mtumishi anatakiwa kuhama kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, unakuta anahangaika namna ya kupata usafiri. Nikapata wazo la kutafuta kenta, lakini kuna wakati mwingine, unakuta huko katika majukumu ya kawaida, unatafuta na mwananchi anakuambia tuko kwenye mazingira ambayo uh, labda tunataka tumpumzishe ndugu yetu mpendwa wetu mheshimiwa, lakini tuna changamoto moja mbili tatu. Kwa hiyo nikawa naamini kwamba kupitia kenta ambayo ninakwenda kuinunua itawarahisishia sana wananchi wangu, hata katika masuala ya kijamii yanayowahusu wao kwa wingi, kuweza kuwatatulia ku, ku, ku, ku, ku. Kwa hiyo uh, ili gari sio la kwangu, ili gari ni la kwao, litafanya kazi uh, kwa ajili yao na mmeona nimelikabidhi, ndio litakuwepo kwenye ofisi ya mbunge, lakini la wananchi, watakuwa wana fursa ya kuja ku, ku, ku, kulipata fika hapa kwenye ofisi, unatoa taarifa ya jambo lako, wasaidizi utakapo kwenye ofisi wataasesi jambo lako na uta, uta, utapata gari kwa ajili ya huduma. Wakati anakagua daraja la Kinyangiri kijiji cha Lelembo Kishoa amekutana na mkandarasi na kumbana na majibu yake yalikuwa namna hii. Nataka nijue wananchi wangu wa kata ya Kinyangiri kwamba kufika mwezi wa tano daraja hilo litakuwa linapitika. Tuna imani itapitika, mheshimiwa mkuu atatusaidia. Kwa upande wa wananchi nao wanasemaje, mara baada ya kuona dira ya daraja hilo na adha waliokuwa wanaipata? Adha zilikuwa nyingi, watu kupelekwa na maji. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kutusaidia kupata daraja mpaka sasa. Tunaomba tu daraja letu likamilike, kama hivyo tusaidia kutunganisha kati ya kijiji cha Lelembo na kata ya Kinyangiri, hasa katika maswala ya kuvusha mazao yetu kipindi cha mauzo. Wanafunzi walikuwa wanabebwa, maji mengi, kwa hiyo asilimia kubwa tumepoteza watoto wengi kulingana na huu mto. Tumepata adha nyingi sana, tumepoteza watu wengi, na zaidi ya yote hasara nyingi sana zimetokea hasa kwa wananchi kupoteza maisha kwa ajili ya mto huu. Katika ziara yake, mbunge huyo wa jimbo la Iramba Mashariki Jesca David Kishoa ametembelea zahanati ya Gumanga kwa ajili ya kuona maendeleo ya ujenzi katika eneo hilo.